Ikiwa kuna kiongozi yoyote kwa kanisa hili la Waadventista wa Sabato anayeleta mziki mwovu na anautetea kwa ofisi aliyonayo, atatundikwa katika kitabu cha Matukio ya siku za mwisho. Anasema hivi, uasi katika viongozi siku za mwisho, uasi katika viongozi utakuwa ni wa mara kwa mara, viongozi wa ngazi za juu. Nani alisema hili wazi? Regardless who is listening, yeyote anayetetea mziki wa kidunia wenye hybrid ya pop Genial, na anasema hii haina shida, anawafanya waumini, watu wa Mungu ambao wangeliogopa juu ya mziki wa mbaya, kwa sababu ni kiongozi. Ni mimi mchungaji Semba, mimi ni mchungaji wa mtaa, mimi ni mkurugenzi, mimi ni mwafisa ueva, anywhere atawekwa kitanzi. Mtu kama anataka mambo yake, toka nje, kafanyie huko huko, hatukatai, nenda kilabuni, huko kwenye maholi, kwenye nini, kwa kadri shetani atakavyokuongoza kafanya huko. Lakini hapa tunahitaji tuongozwe na Roho wa Mungu hapa.